Wamekosa kitu wamekosa kitu ambacho inaitwa nidhamu. Vijana wa Kenya wamekosa kitu wamekosa kitu ambacho inaitwa nidhamu. Asiyefunza na mamake atafunzwa na ulimwengu. Correct. Asiyesikia la mguu atafunzika mguu. Ndugu zangu, najua mimi nakaa hapa, mtu anasema tu bure atakufa. Wewe umejuaje kama utakufa? We umejuaje kama utakufa mbele ya uburu Odinga. Pili, ni wapi wini anataka kutupeleka yenye baba yake Raila Odinga akutupeleka? Ni nini hii yenye wini Odinga anataka kufanya yenye alishinda babake marehemu mheshimiwa Raila Molo Odinga. Sasa ni nini wini anataka kutufanya kwa ODM yenye raila akufanya? vijana wa kisasa unaweza somo zungumza Kiingereza kwingi na digrii kwingi, na kumbe unafanana tu na ng'ombe yenye ruhusa ya kukusomeshwa. <tosimusia> ukiwa unazungumzwa kwa wale watu wa kongwe, ama watu ambao wamekushana na umri babako, yake maanisha yule baba mzazi ambaye alikuzaa ni baba baba, ambaye ni yule mtu umri yake ya na umri ya babako inatoshana, huyu ni babako. Leo unakuja hapa tuambia, tunafuata wini, unafuata kwanza bora bar bora ndio. He, ana, ana kupeleka wapi? <laughs> Unamfuata, anakupeleka wapi? Hana bwana. Pili ni nini? Anataka kufanya zaidi ya marehemu Raila Odinga yenye akufanya akiwa hai? <laughs> <Okay. laughs> mwilivo swali nzuri. <laughs> yenyebu nata kufanya mtu ajui role ya senator mutajui role ya MP, mutajui role ya MCA, mutajui role ya women rep na role ya governor. So ikiwa hapa Obura atajengea round about. Hiyo ni kazi ya Obura Dinga. Kuna vitu naweza kulaumu kula ama kumkosoa mheshimiwa Obura Dinga ya kwamba pesa inaibiwa kaunti yake na zungumuzi. Kuna maendeleo ambayo ilianzishwa na itekelezwi. Hizo ndio jukumu ambao unafaa kuuliza nani seneta, bado ukiwa hapa unatuambia mambo ya roundabout. Vijana wa Kenya, unaona hii pupa mingi? Ruto Masuga, Ruto masuga kwa mtandao, Ruto Masuga, Babu TV, Babu ndio wetu. Ikifika kura, wanachana wako jua jaba, tena unasema, <laughs> ni nani ameshinda? Lazima <laughs> huyu jamaa ende. Sasa anaenda kwa kura. Lazima aende sisi, sisi, sisi na babu, sisi na babu, babu ndio wetu. Siku ya kura wote kwa changa hawaonekani. Juzi tu tumeona by election. Mbeere North tumeona hapa, Ugunja tumeona kule, Magarini tumeona hapa, Kasipul tumeona hata Kariobangi hapa, haikuwa mbali. Angalia idadi watu ambao walijitokeza, asilimia 90 wazee

Kaku. Sawa talenta taretaena ndugu <laughs> zangu, mimi ningependa kuambia vijana na i nataka kushauri tu rafiki yangu Mweshimiwa Baboe, kama uko na ambition ya uongozi wa taifa hii bado narudia, na nilikuambia mwaka wa elu viti 3 governor. Wajee viti wacea itya king p focus na MP ya Embakasi East. Kisha mwaka 2029 nitatiza anza kujimweka kimaka, mikakati Uda, do, ya kutafuta uongozi ya president but wewe kama ndugu yangu unataka kingpin, unataka governor, unataka president, unataka party leader. Vitu tano kwa safari moja. Utawezana, Mheshimiwa rai, Mheshimiwa Babu Owino. Ndugu zangu Mheshimiwa Babu Owino. Sisi tunakupenda, si hata tukuchukui. Wenye wanakudanganya watu wa online media. Oh, Babu, Babu ni yatu, Babu, Babu. Nitahamisha kura yangu kifitui nilete Nairobi wapi? Sangapi? Akuja chagua Babu kama kava, nitaamisha kura Kiambu, nitaamisha kura, kura Nyeri, mini mtoa babu, so upate Babu kwa debe. Huyu ni basenga, awache ukikuu mwenzao apike babu. <laughs> <laughs> Babu, <laughs> Babu <laughs> weni mtoto wetu tunakupanga kwa sababu tunakupenda, lakini ukienda na hii <laughs> a watapeli wengine hawa online mweshimua Babu utakosa Embakasi East, utakosa governor utakosa kingpin utakosa party leader yote president pia <coughs> utapoteza. So mheshimiwa babo wino, wewe ni mtoto wetu, wewe ni kijana wetu, na wewe ni rafiki yetu, ndio maana sana kwana, hatuwezi kukutukana, tutakubali mtu akugusi, but asema tukurekebishe tu vizuri. Wajina watu wa on, online media wanakudanganya. Correct wako wengi, viewers ni mingi, lakini kura ipo, sisi ndio wenye kura. Viewers ni mingi milioni milioni followers milioni mbili, unafollowa na na watu milioni mbili, iticha hao watu milioni mbili kuja kupigia au utaona? So lazima turekebishana vizuri, na hii mambo ya bomozi bomoa mali na Kikuyu, wakati unakula na malaya kwa lodging, mkundu anakupeleka na lodging na malaya na hey, wa. wakati umepanga meza imejaa hadi mwezako uone pande ile ni mkundu amekutuma kwa ba. <laughs> wakati umehaya Range Rover unakimbia naye kwa, kwa, kwa, kwa, kwenu mkuu amekutuma Mimi nimewaibomolewa nyumba na serikali huru Kenyatta, serikali andishiki kule njiru 202 baba yako. 2021. baba yako. <laughs> <laughs> So kama tulibomolewa, unajua kama hujajenga ndio unaweza pika kila bomolewa

hiyo ndio kazi yao. <laughs> kulatuwana waka na bibi wengi <laughs> na kujaza komi iiii walikuwa wanafanya sisi ni wanawake ni Wakikuyu na waka so wakati huo Wakikuyu walikuwa na risi. Hizi manyumba mingi hapa Kayole plot moja ilikuwa elfu tatu plot moja elfu tatu Ah, tutabomolewa tutabomolewa tutabomolewa, miaka inasonga ukijanga hiyo manatuo tena, sasa umerudisha pesa yako, hata ikibomolewa, kisha hasara iko wapi? Hakuna, na ulinunua elfu tatu. So ikiwa hapa unatuambia mkikuu bomolewe <coughs> nataka kuambia mjaluo mwenzangu na muluya ile kitu ambayo itatufanya tutapata maendeleo <coughs> ile kitu viongozi wetu wametuweka ya kwamba mkikuu yeah, nahi, wa. ni mbaya naii, sasa wanafanya wameweka kili yetu Ati adui ya mjumulue na mjaluo ni mkikuyu. Nauliza gavana wa Kakamega, gavana wa Siaya, Migori, Homa Bay, e, nini? Busia pia ni mkikuyu? pia hao ni mkikuyu wanatibia mali zetu. Mali pesa ya kaunti pia ni wanatuiba. Oja, Mungu ni mu, ni mkikuyu uchila yako ni mukikuyu lua. Lua. Bwana tuwache akili Luo Nyanza, wea wako nyuma ya kwamba viongozi walijua sisi wapiga kura ni wapumbavu wanakuambia unajua hatuna maendeleo kwa sababu Mkikuyu <tots> we pia umepanda gari umekuja hapa. Wewe Mkikuyu anatuibia, anakuibia nini wendu? unaishi kwa nyumba yake. Una, anakuibia nini? Anakuibia nini mali yake umeacha nyumbani? Anakuibia nini Nairobi, wendu? umekuwa na rendi ya Mkikuyu amekuweka umekataa kulipa rendi yake wendu, unaibia Mkikuyu unasema Mkikuyu anakuibia. Anakuibia wapi?